Na kuna picha nimeweka hapa, wandugu zangu, dunia tunayoishi ni lazima tuwe makini sana kwa kila jambo tunalolifanya. Huyu dada hapa alitafuta visa muda mrefu sana, ya kusafiri kwenda Singapore, lakini walimnyima visa hiyo kwa muda mrefu sana, na ni safari alikuwa naitamani sana. Lakini siku alivyopata visa, akaenda kununua tiketi ya kusafiri, akachukua tiketi yake ile akaiweka kwenye mitandao ili watu waone kwamba yeye amepata visa ya kwenda Singapore. Lakini kuna kijana moja aliona namba tiketi yake akapigia ile kampani angesafiri nayo, na akawambia bwana, mimi sitosafiri tena, nimeahirisha safari yangu. Huyo dada alivyoenda kesho, ili aweze kusafiri kwenda Singapore, alikuta kule ile kampani ya ndege wame cancel tiketi yake na wamemwambia kwamba ulitupigia simu jana kwamba hutosafiri. Huyo dada alipata mshtuko wa moyo akapelekwa hospitali. Nataka tujifunze kitu kimoja hapa, kwa ndugu zangu, kwenye huu mkasa: sio kila kitu kinahitaji mpaka kukitangaza na kuweka kwenye mitandao. Mambo mengine ya maisha ni lazima iwe siri, angalia kilichomtokea. Na kama kuna wengine wana hali kama hizi, tuwashauri kitu gani? Asante sana.